Na, mtazamaji nao, wafugaji wa mbuzi waliouza mifugo yao katika soko la mbuzi la Kimalel mwezi Disemba wamelalamikia kutopewa malipo yao, takriban miezi miwili baada ya mifugo yao kuuzwa. Na wanatishia kuandamana hadi katika ofisi za gavana wa kaunti hiyo kushinikiza malipo yao au warejeshewe mbuzi wao. Na wafugaji hao wanadai matapeli waliingilia soko hilo na kujilipa kabla ya wafugaji halali kulipwa. Na Mwili Lusige na mengi zaidi. Miezi miwili baada ya mnada wa kuuza mbuzi wa kila mwaka wa Kimalel kufanyika katika kaunti ya Baringo, shughuli iliongozwa na Rais William Ruto, wafugaji wengi waliowasilisha na kuuza mifugo yao hawajaona hata senti moja ya fedha walizofaa kulipwa baada ya mbuzi wao kuuzwa katika soko hilo maarufu cha kuvunja moyo kikiwa kuendelea kuhadaiwa kuwa mchakato wa kuwalipa ungali unapangwa, licha ya zaidi ya shilingi milioni mia moja kukusanywa baada ya mbuzi zaidi ya elfu nane kuuzwa. Isitoshe, wafugaji wengi hutegemea fedha hizo. Mpaka wakati wa sasa pesa ichalikua, mbuzi ni kama umenunua viatu hakuna kurudisha. Wengi wa wafugaji ambao waliwasilisha mifugo wao na wakawauza, wanasisitiza kuwa soko hilo lilitekwa nyara na genge la matapeli katika serikali ya kaunti ya Baringo. Wanasema kuwa watu hao waliwasilisha mifugo wao na kujilipa na kukosa kuwalipa wafugaji wengine. Nyinyi wenye kwanza wenye waleta hiyo mbuzi, sana sana maasiosia kaunti na hiyo watu nyinyi mnajua, wewe kama unasema ukatel uwa abrupt to take a kuleta mbuzi kwa oxen. Wafugaji hawa wanalalamika kuwa kutokana na kucheleweshwa kwa malipo yao wengi wameshindwa kuwapeleka watoto shuleni kando na kushindwa kukidhi mahitaji ya kila siku. Sasa hivi ndio unasikia watu wengi hawajapeleka wa, wa, wa, wanafunzi wa, wa shule grade 10 ni kwa sababu waliweza kupeana mbuzi Disemba na mpaka sasa hawajalipwa, wakitaka serikali ya kaunti ya Baringo kuwalipa mara moja, muweze kulipa hawa watu Hama murudishe mbuzi vile wako pea. Siku mbili tu, ama sisi raia tutakuja mpaka ofisi ya gavana tukiitisha haki yetu. Wakati rais aliuza mbuzi na kuletwa watu walikuja kununua mbuzi. Ilisemekana bei ni 13000. Niko logistics ambaye ilifanyika hapa 1 2 watu ambao mia saba kila mtu alikubali wa that that. So pesa ni 12300 namna imelipwa wakulima nyingine. Wafugaji wengi wakilalamika kuwa sasa hawana imani na soko hilo tena. Uwili Lusige Runinga ya Citizen.